neema na amani zitokazwa kwa Mungu wetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo zikae nani nyote Amin. neno eh, la utume katika ibada hii ya kuzindua uinjilisti huu ni kutoka Warumi sura ile ya kumi mstari ile ya kumi na tatu hadi wa kumi na tano Warumi sura ya kumi Kumi na tatu hadi 15 na minasoma katika jina la Bwana, kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari njema. Na tuombe. Baba, Tunakushukuru, ni wewe kwa neema yako umetuleta mahali hapa, ni wewe kwa neema yako umetuita na unataka ututume. Tunakushukuru kwamba wewe ulikuwa wa kwanza kutumwa na Baba yako kuja kwa ajili ya ukombozi na wokovu wetu Yesu Kristo. Tunakushukuru na sasa Bwana, kwa kuwa wewe ndio umetuita katika nuru ile kuu ya wokovu. Katie nguvu miguu ya watu wako, ambao wataondoka leo na kwenda maeneo mbalimbali katika jimbo hili kulitangaza jina lako na kuhubiri habari njema. Watu wakuone wewe, watu wakusikie wewe, na watu ee, eh Bwana, wakurejee wewe, kwa utukufu wa jina lako Yesu Kristo na kuomba kwa neno hili kuwafanyi kuwa tayari, amen. Mheshimiwa msaidizi wa askofu wa dayosisi yetu, Mchungaji Msanya, mkuu wa jimbo, Mchungaji Kola, na wakuu wa pili wa majimbo mlioko, wachungaji pamoja na wahubiri wote, pekee sana mchungaji, viongozi wa usharika huu pamoja na washarika wa usharika huu wa Njia Panda, ninawasalimu nyote katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo, nikisema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu na ashukuriwe sana Amen. Kwa ulinzi na baraka zake kwetu sote, na kipekee tupatia tena fursa nyingine ya kutumiki, kumtumikia yeye kupitia juma hili la Nuru ya Injili katika dayosisi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa ha? Tumekusanyika hapa kwa ajili ya wito wa Mungu kwa sababu tumeimba wimbo huo, wito waja kwa nchi zote, wito waja kwa nchi zote, tupeleke Injili, tupeleke habari za Yesu kwa watu wa makabila yoyote. Wito huu unatoka kwa nani? Wito huu unatoka kwake yeye aliye Bwana na mwenye kanisa mwenyewe, ambaye si mwingine bali ni Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wa dunia. Ndio maana katika Mathayo, katika ule utume mkuu, anawaagiza wale mitume wake na wale wengine wote watakaofuata kuliamini jina lake, basi enendeni mkawafanye wote kuwa wanafunzi wake, na mkihubiri, tiwambia yale yote niliyowafundisha. Ni agizo kubwa, agizo muhimu ambalo ndilo lime waamsha na kuwapeleka wakristo wa, wa karne na karne, kwa kutii agizo hili la Bwana Yesu kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu, kwa kutii neno hili enendeni. Ndugu zangu Napenda kusema asanteni sana kwa utayari wenu. Mungu awabariki sana, Mungu awatie nguvu, na Mungu awatumie mkapeleke habari njema. Ninapowa atazama, ninaona katika hakika, naona jeshi kubwa, tena jeshi imara la Bwana Yesu, jeshi lililo tayari kwenda kupambana na yule mou anayetaabisha maisha ya watu wa Mungu. Na ndio maana yule mwimba ule wimbo wa mia tatu hamsini na tatu twendeni askari watu wa Mungu, twendeni askari watu wa Mungu, Yesu yuko mbele, ametangulia Bwana vitani na sisi hatupo Hebu tuimbe tu hilo fungu moja. Twendeni askari, kwa uchangamfu mkubwa, kubwa. Twendeni askari. listi huu tunapeleka ujumbe gani kwa watu wa Mungu? Naombe kwa maneno machache tu, niombe nipeleke habari za Yesu. Pelekeni habari za wokovu unaopatikana kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo pekee. Kuokolewa kwetu ndugu zangu, si kwa njia ya matendo au kwa njia ya kushika sheria. Tunaokolewa kwa neema, kwa njia ya imani katika huyu Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu pekee. Hakuna wokovu kwa mwingine au ayeyote. Maduk yanatuambia na kila atakayeliitia jina la Bwana Yesu kwa imani Biblia inatuambia atafanya nini? Ataokoka, ataokolewa. Tunaona kuwa ili kumwamini Bwana Yesu, mwanadamu anahitaji kusikia ujumbe huu wa wokovu, kwa sababu imani, tunaambiwa awele wa Rumi 10 mstari wa 17, imani huja kwa kusikia, kwa kusikia. Na ili mwanadamu huyu asikie na kuamini ni lazima awepo mhubiri. Ninyi ni wahubiri, naenda kuhubiri, kuhubiri Injili ya Kristo. Kwa hiyo mpo hapa kama wahubiri wa Injili, wahubiri wa habari njema, ambao tunatumwa kutangaza ujumbe wa wokovu ambao unapatikana kwa neema, kwa njia ya kumwamini Bwana Yesu. Niombe kila mmoja wetu atafakari kwa kina tu maswali haya ya msingi ambayo yameandikwa katika somo hili lilosoma kutoka wa Roma, wamwiteje wasiyemwamini? Hatuwezi kutarajia watu wajitokeze tu kuwajankie na kuanza kumwita Yesu huyo aliye Mwokozi kama hawajamwamini. Wamwaminije wasiyemsikia? Sisi je, tumeambiwa tupeleke jina la Yesu, tupeleke habari za Yesu kwa watu wa mataifa yote. Na hilo ndilo mnalokwenda kufanya katika uinjilisti huu. Na anasema wasikieje wapasipohubiri? Na wahubirije wasipopelekwa? maswali haya ndugu zangu yanaashiria wito kwa kanisa zima kwamba ujumbe wa wokovu una unaopatikana kwa kumwamini Bwana Yesu hauwezi kufika kwa watu bila kuwepo mhubiri aliye tayari kupelekwa. Hata Yesu mwenyewe alisema ni mtume nani? Yeye akasema nitume mimi. Tumwambie Baba Nitume mimi niende mpeoko. Kwa hiyo, ni maombi yangu kwamba kila mmoja wenu hapa amesikia maswali haya, kwa uinjilisti huu wa nuru ya Injili ya mwaka huu, nimtume nani? Ndipo wito ulipokufikia ukasema, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana, nitumie mimi Bwana, kama chombo chako nipeleke habari zako habari njema zile tazo gou. Ninamshukuru Mungu kuwa ninyi mpo hapa mnao ujumbe na mpo tayari kutumwa. Bwana Yesu asifiwe. Neno hili nasema ni mizuri, ni mizuri jinsi gani miguu yao wanaopeleka habari njema Napenda kukuambia miguu yako wewe, kwa kuwa utakuwa umebeba habari njema hii katika uinjilisti huu. Neno la Mungu anasema ni mizuri, ni miguu iliyobarikiwa, ni miguu iliyobarikiwa, kwa kuwa itapeleka neno litakalowasaidia watu na kuwaondoa katika mangaiko yao. Niwakumbushe kuwa watu mnaowaendea wanahitaji kuonyeshwa upendo wa Mungu, waonyeshwe upendo wa Mungu, wakauona upendo wa Mungu kupitia kwenu. Na kama mjuavyo, watu wa Mungu wanazo changamoto nyingi, wana mahangaiko mengi ambayo wanapitia. Wapo waliorudi nyuma kiimani kwa sababu wamezongwa na mambo mengi ya dunia na hawa wanahitaji kuonyeshwa njia ili warejee katika njia, warejee katika ahadi yao ya ubatizo, warejee kwa muumba wao. Wapo wanaoyumbishwa, hawana tena hakika ya kwamba na uokovu wao, hawana hakika tena kama wapo katika njia sahihi wanapomwamini na kumtegemea Yesu peke yake wanaelimishwa kwa mafundisho ya uongo na hawa wanahitaji kuonyeshwa kweli ya Kristo. Wapo ambao wamekata tamaa, wamechoka, mkawatie moyo, mwatie moyo, waambie wainuke. Yesu anasema inuka, uende. Na ndani ya Yesu ipo hiyo nguvu wo, umechoshwa na ugonjwa, iwe umechoshwa na mambo ya dunia hii kiasi kwamba unakata tamaa, waambieni Yesu anakuambia inuka, inuka, changamka. Nahitaji ujumbe wa kuonyesha kuwa lipo tumaini, lipo tumaini katika kumwamini na kumtegemea Bwana Yesu na kwamba kwa njia yake tunaweza kushinda, maana yeye alishinda kwa ajili yetu. Jipeni moyo. Katika Yoana kumi na sita anasema kwa maana mimi nimefanya nini, nimeushinda ulimwengu. Tunawaendea watu waliovunjika mioyo, wanahitaji kutiwa moyo, wainuke tena. Nendeni katika sharika, katika mitaa, katika nyumba, nyumba kwa nyumba, mkaiangaze nuru ya Kristo, yeye aliye nuru halisi ya ulimwengu. Watu wa Mungu wanahitaji kusikia ujumbe wa Injili, habari njema za Yesu zitakazo waganga na kuwaponya, kwa kuwa ni kama chumvi kama nuru, mtapeleka neno hili kwamba yuko aziangaziae, aangaziaye mioyo yetu, atuangaziaye njia zetu, na ambaye ndiye njia, na ambaye ndiyo kweli, na ambaye ndiyo uzima. Bwana asifiwe. Ili huduma ya miguu yako ikawe baraka katika utumishi ulioko mbele yetu, ni wasihi mkumbuke na kuzingatia mambo haya matatu ambayo naenda kuyataja. Moja, niwaombe sana, niwaombe sana, niwa uepuke vishawishi vya kutafuta mapato ya aibu. Mapato ya aibu yamekuwa mtego mkubwa kwa wapeleka ujumbe wa nyakati zetu hizi. Nani pengine Yesu akisema msichukue fedha wala msichukue kanzu ya pili, lakini sikiliza tu, huku na huko, wahubiri wameingia katika mtego wa kutumia changamoto za washarika kujipatia mapato ya aibu. Sio nini, sio katika uinjilisti huu, na jambo hili tu haliendani kabisa na maadili ya utumishi wetu. Soma maadili ya utumishi wetu, ya hawa ambao wanaambia, tazama jinsi ilivyo vizuri miguu ya watu wapelekao habari njema. Paulo akamwambia Tito, akamwambia Tito ajihadhari na mapato ya aibu. Paulo akamwambia Tito, wewe uwe tofauti hao ambao Mungu wao amekuwa ni tumbo lao, tunasema hivi so, li pale mlango wa kwanza mstari ule wa kumi na kumi na moja hivi mmoja mwenye Biblia asome kabisa neno hilo, Tito mlango wa kwanza mstari wa kumi na wa kumi na moja patie mike mara moja na asome. Ningependa ingie ingie kwenye mioyo yetu na akili zetu. Karibu Tito Tito mlango wa kwanza mstari wa kumi na wa kumi na moja neno la Mungu linasema kwa maana kuna wengi wasiotii wenye maneno yasiyo na maana, wadanganyaji na hawa na hasa wale wa tohara ambao yapasa wazibwe vinywa vyao. Hao wanapindua watu wa nyumba, hao wanapindua watu wa nyumba nzima wakifundisha yasiyowapasa kwa ajili ya mapato ya aibu. Amen, amen. Naona naona hili kama likienea na ikiwa kama ndio motisha mkuu wa kupeleka habari njema, isiwe hivyo kwako, kwa kwa Tito, isiwe kwako kwa wewe ambaye utashiriki katika uinjilisti hu oh. Zimekwisha kusikia na mhubiri na mimi inanikera, inaniuliza naniuliza hivi Tunaelekea wapi, kama kundi au kama wale mashujaa wapelekao habari njema? Unaposikia mhubiri anatangaza <coughs> namba yake ya simu, iwe ni kwenye redio, iwe sijui ni kwenye nini, anasema tuwasiliane, niwasaidie kwa maombi zaidi. Wewe ubiri Injili, nenda sawa hicho chakumwambia tuwasiliane baadaye tena kwa maombi zaidi ni nini, nini? Baadaye anaendeleza, baadaye anamwambia kushatuma kushatuma namba yako na nini na kuchukua namba yako, unachoambiwa sasa maombe, hey, ndugu, tuombe. Baadaye unasikia hutume sadaka ya kusindikiza maombi sadaka aliyoitoa kafara aliyoitoa Yesu haitaji hakuhitaji kusindikizwa kwa maana hiyo, na maombi, ili sadaka yake ikubalike kwa Mungu. Na na na ningeliomba kwamba hebu tuepukane na hao wanaona, hiyo waambie waleteni kwa Yesu, Wamwamini, wamtegemee, na Yesu mwenyewe wa akaambia, mlipewa bure kwenye Mathayo kumi na nane mlipewa mmepewa bure, toeni bure, kama watumishi wa Mungu, na waombele, mjitoe kwa bidii. Na mjitoe kwa uaminifu. Kwa maana Mtume Paulo akasema pale kwenye Wakorintho wa kwanza mlango wa nne, tunafahamu sana mtu na atuhesabu hei, sisi tu watumishi wa Mungu na mawakili wa siri za Mungu. Mkienda nepenu na utambulisho huo ili mweze kutimiza utumishi huu ulioitiwa. Hivyo kipekee kwa siku hizi nane zilizoko mbele yenu, ninawaomba, ninawasihi sana mtulie kwenye vituo vyenu vya huduma kwa siku zote na kutimiza kusudi la huduma hii ya nuru ya Injili. Tafadhali, kuna watu wataenda kwenye usharika, kituo walichopangiwa, na atakaapo siku moja siku mbili, ameshaondoka kwa sababu wanaisema kwa majukumu mengine. Na kuomba isiwe hivyo, fanya kwa uaminifu, kaa pale kwa uaminifu katika huduma hii, kwa hizi siku ambazo tumekubaliana. Neno la Mungu linatuimiza tuwe na bidii na uaminifu katika watumishi wetu, na Mungu akawawezesha mtimize vyema utume huu uinjilisti huu kwa uaminifu. Na mwisho, napenda kuwakumbusha kuwa tunaenda kwenye huduma hii kumhubiri Kristo aliye mwokozi pekee wa ulimwengu. Hatuendi kujihubiri sisi, hatuendi kuhubiri jinsi sisi tulivyo na kujionyesha jinsi tulivyo na mikeki yetu. A -a. Bali, na wala sio kujionyesha jinsi tulivyo watu muhimu. Kwa anasema eh, Wakorintho wa pili mlango wa nne, tunamhubiri Kristo. Hilo neno ni neno kubwa sana, tunamhubiri Kristo na si vinginevyo. Ni utambulisho wao ndio utambulisho wa wetu

Watu wanahitaji kusikia mengi kumhusu Yesu aliyekuja ili tuweze kuwa na uzima na kisha tuwe. Ndugu zangu, waeleze kuhusu upendo wake Yesu kwao na jinsi anavyojishughulisha sana na maisha ya kila mmoja wetu. Waeleze hivyo ili waweze kuweka tumaini lao kwake na kumtegemea yeye peke yake. Bado ni mkazo wangu ni huo huo. Maombi yangu kwenu ni hayo hayo. Injilisti huu utakwenda kuwa na matunda, utakwenda kuwa na msh, mguso kwa watu, wataguswa mioyo, akili zao, na kwa namna hiyo watafutwa zaidi na zaidi kwa Yesu Kristo. Mwisho nirudie tena neno ni hili basi enendeni mkawafanye mataifa yote kwa wanafunzi, na anamalizia kwa kuwaambia, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa damu.